Mradi huu wa gari ambayo ndani yake ina freezer ina freezer, yani, ina kifaa ambacho ni cha kutunza ubaridi ili mazao haya yaweze kukaa kwa muda mrefu. Tumeambiwa hapa kulingana na namna ambavyo tunaweza tukaandaa mzigo wetu unaweza kukaa hata kwa muda wa miaka miwili, ndicho ambacho tumeeleweshwa hapa. Kwa hiyo lile jambo kubwa linalozungumza kwenye mpango kabambe wa miaka kumi wa kupunguza uh, upotevu au kuimarisha sekta hii, hii ni moja ya utekelezaji wa wa bajeti amini wa mpango huu kabambe wa serikali lakini pili, jambo hili lipo ndani ya bajeti ya mwaka 2024 2025. Kwa hiyo o mimi pia nitumie nafasi hii kwa niaba ya waziri kuipongeza serikali yenyewe, lakini kumpongeza waziri mwenye mwenye dhamana, lakini pia raisi yote zake na Mheshimiwa Rais ambaye ndio anayeridhia hii mipango yote iweze kupata baraka zake na leo hii inaenda kubariki wavuvi wetu. Tumejielekeza kuhakikisha kwamba hii sekta inarasimishwa na waliopo wote kwa mnyororo wa thamani wa sekta ya uvuvi, ukuzaji viumbe maji na uchumi wa buluu kwa ujumla lazima wawe kwenye mikono rasmi. Tuwatambue kama wa darasa la kwanza, tuwatambue kama wa darasa la pili, tuwatambue na maeneo ambayo wanahitaji kusaidiwa zaidi. Kama tulivyomsaidia Bukasiga, wote wasaidiwe, wakuwe, wawe na wafanye kitu professional fishing e, business isiwe tu kufanya ule uvuvi au ufugaji wa uvuvi ule ambao wakimazoea. Mzee Majura, e, uko hapa. Naamini una furaha sana kupokea chombo hili. Una furaha sana kubwa. Kwa sababu nilijua hili gari kupiga picha hili gari ni uwekezaji ambao unakwenda kusaidia shughuli zetu tunazozifanya, na mmeambiwa hapa lilikuwa lina thamani ya dola ya 87,366 na sita na senti 99 ambazo ni sawa na milioni 134 <coughs> na laki 4. Hii ni chombo cha thamani sana. Sasa gari hii kwa thamani hii Majura na hii yeah. Siyo mkopo hii, umepewa bure. Bure. Bure, bure ni ufadhili wa serikali, lazima tuitunze. Ukiachia hiyo ili gari liweze kufanya kazi ya kubeba haya mazao ya uvuvi kwa mujibu wa kanuni ya themanini na tatu ya kanuni za uvuvi e, za mwaka elfu mbili na tisa na marejeo yake yamefanyika mara kadhaa, lazima gari hili lisajiliwe na linaposajiliwa haliishii tu kupata kile cheti, inaitwa approval certificate ya competent authority, ambayo ni mkurugenzi wa uvuvi nchini e, lazima pia lifanywe branding, yaandikwe maneno zaidi ambayo, ya y ambayo yaliandikwa hapa, tuandike maneno samaki tu jamani, tumeona vizuri eh. Mzee Majura, usome nipate vizuri mz. usisafirishe mazao ya uvuvi kabla hicho kitu kijafanyika. Gari hili litatusaidia kupunguza upotevu wa mazao ya uvuvi katika mnyororo mzima wa thamani uwepo wa gari hili kwa chama cha ushirika basi litawawezesha kutoa samaki katika vizimba vile na kuvifikisha kwa walaji hao samaki wakiwa na ubora na, na usalama wa chakula ambao tuna uhitaji sisi. Tunaendelea kushukuru sana kama, kama mkoa lakini kama ushirika tunashukuru sana wizara na tunaomba tuendelee kushirikiana kwa karibu sana na vyama hivi tuweze tu kuendeleza mashirikiano haya. Ni lazima vyama hivi vijielekeze katika kuhakikisha wanaonesha uendelevu wa mradi huu huu. Mradi ni mkubwa, ni mkubwa sana, kwa sababu unakwenda kuimarisha sekta ya uvuvi kwa asilimia kubwa sana. Nishukuru serikali yangu ya Tanzania, hili jambo limekuja kufanikiwa kwa sababu ya zile juhudi za serikali. Tumekuwa tukifanya mawasiliano ya mara kwa mara kwa muda mrefu sana, na mara ya kwanza kabisa tuliingizwa, tulishauriwa, tuli Wizara ya Mifugo na Uvuvi walitutembelea wakatushauri namna gani nzuri ambayo tunaweza tukafikia mafanikio mazuri. Pamoja na kuwa tulikuwa na mafanikio lakini yale mafanikio yaka kama yanaenda slowly slowly sana, lakini tulipata ushauri kwa kushirikiana na Tume ya Maendeleo ya ya Ushirika. Kwa hiyo tukawa tumeunda ushirika wetu ambao una watu sitini na saba.